Karibishe tena kwa mara nyingine katika chaneli hii ya TIDLS, na leo nitatumia muda huu kuzungumza nawe, mpendwa mfuatiliaji wa chaneli hii, juu ya siku ya kuhamasisha ufikivu duniani, Global Accessibility Awareness Day, yani GAD. Kabla sijaendelea, Bi. Mashukura Habibu Kabwogi mkurugenzi mtendaji mkuu wa asasi ya Tech Access with Independent Daily Living Skills, yani tidos, ni kuombe usiache kusubscribe kulike kushare na comment. siku hii ilianzishwa na nani? siku hii ambayo huadhimishwa kila Alhamis ya pili ya mwezi Mei kila mwaka ilianzishwa mwaka 2011 na watu wawili. Mtu wa kwanza ni Joe Deven. Huyu ni mjasiriamali mtaalamu wa teknolojia kutoka Marekani. Alianzisha wazo hili kupitia blogu yake aliyochapisha mwaka 2011 akielezea haja ya kuongeza uelewa kuhusu upatikanaji wa teknolojia wa watu wenye ulemavu. Mtu wa pili ni Jennison Asuncion. Huyo ni mtaalamu wa ufikivu wa kidijitali kutoka Canada. Alisoma blog ya Joe Devon na kuwasiliana naye, kisha watu hawa wawili wakaungana na kuanzisha siku hii rasmi. Tangu wakati huo, siku hii imekuwa ikiungwa mkono kimataifa kwa taasisi makampuni ya kiteknolojia, serikali na asasi za watu wenye ulemavu kuandaa matukio ya elimu, mijadala na maonyesho yanayohusiana na teknolojia jumuishi kwa watu wenye ulemavu. Baada ya utangulizi huo, basi leo nitajikita katika kuelezea ufikivu wa kidijitali yaani digital accessibility. Lengo ni nini? Lengo ni kuongeza uelewa kuhusu umuhimu wa ufikivu wa kidigitali kwa watu wenye ulemavu, ikiwa ni pamoja na ufikivu wa tovuti yani, websites, programu, vifaa vya kielektroniki na teknolojia nyinginezo maalum aufikivu kwa watu wenye ulemavu. Nini maana ya ufikivu wa kidigitali? Ufikivu wa kidigitali unamaanisha kubuni na kuendeleza ulimwengu wa kidigitali unaomjumuisha kila mtu, akiwemo mtu mwenye ulemavu. Na tunaposema ulimwengu unaomjumuisha kila mtu, akiwemo mtu mwenye ulemavu, maana yake ni lazima teknolojia hizo ziwe ni teknolojia fikivu. Kwa nini? Tunasema ziwe teknolojia fikivu, kwanzia miaka hivi karibuni, ulimwengu umeongeza matumizi ya kidigitali, kuanzia katika ununuzi wa bidhaa za mtandaoni, afya, maombi ya kazi, miamala ya kifedha na shughuli nyinginezo zifanyikazo kidigitali. Kwa bahati mbaya, Mamilioni ya watu wenye ulemavu bado wanakabiliwa na vikwazo katika kufikia huduma za mtandaoni. Tovuti, programu za sikanu yani smartphones, programu za kompyuta, mashine za kutolea fedha, yani ATMs na huduma nyingine za kidigitali siofikivu kwa watu wenye ulemavu hapa. Nitoe mfano hapa Tanzania, ATMs zetu ukizichunguza, zina batani, ndio zile batani, hazijaandikwa maandishi yote ya braille ili kumrahisishia mtu asiyeona kujua batani ipi abonyeze kwa ajili ya nini, lakini pia zinatoa sauti ya batani tu. Hazina audio description, hazina sauti ya kusema on, ama labda print au toa pesa. Zipo kimya kimya tu, kwahiyo ni ngumu kwa mtu asiyeona kuweza kujua hapa nimebonyeza batani gani na inaenda kunifanyia nini. Lakini pia batani hizo zipo juu, yani hazipo chini kwa hiyo kwa mtu mwenye ulemavu wa viungo anayetambaa ambaye ni mfupi kuzifikia ni ngumu. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa wa kujifunza juu ya namna gani tutazifanya teknolojia zetu za kidigitali kuwa fikivu. Vikwazo hivi vya kidigitali kwa watu wenye ulemavu vinavunja mioyo yao ya kujifunza kutumia huduma za kidigitali kwa mfano fomu ya mtandaoni inayoisha muda wake haraka inaweza kuwa kikwazo kwa mtu mwenye ulemavu wa viungo anayehitaji muda zaidi kukamilisha ujazaji wa fomu hiyo. Hii huwawia vigumu watu hawa kukamilisha kile wanachokikusudia, kwani kila wakijaribu, fomu hutoweka kabla hawajakamilisha lengo lao. Mfano huu unarejelea fomu za kufanyia miamala mbalimbali ya kifedha zilizotengenezwa na mitandao ya simu za mkononi. Ukifungua ile fomu ya kufanyia miamala za makampuni yetu ya simu, na hii ni kwa karibu makampuni yote, simaanishi kampuni fulani, karibu makampuni yote utakuta labda sehemu ni kwa tuma pesa kwa mtu mwenye ulemavu wa mikono ambaye mikono yake aidha inatetemeka au anabonyeza taratibu, yaani mikono yake inaenda taratibu kuweza kubonyeza sehemu husika, basi mpaka aje kuipata ile sehemu tayari ameshachelewa, tayari ile fomu imeshafungwa utasikia na kuambia connection problem, anaanza upya. Na hii sio tu kwenye mambo ya viungo, bali hata kwa wasioona unakuta mpaka asikilize yale maelekezo ajue moja ni nini mbili ni nini na kuendelea, tayari ile fomu inakuwa imeshafungwa akija kubonyeza namba anayoitaka tayari itakuwa muda umeshaisha, na hivyo itamchukua muda mrefu kukamilisha muamala au akishindwa. Hapo ndipo inapokuja swala la utegemezi, tabidi amtegemee mtu mwingine kumfanyia miamala yake, jambo ambalo anapoteza faragha zake. Jambo jingine ni maudhui yanayometameta, yanayomwekamweka, yanayowakawaka, yanayotikisika na yanayoyumbayumba yumba, na faili sikizi zisizoweza kuzimika ni vikwazo kwa watu wenye ulemavu. Maandishi ya taswira zenye rangi zisizowiana ya kutosha ni kikwazo kwa watu wenye uoni hafifu. Watu wenye uoni hafifu wengine huwa wanapata ukinzani wa rangi. Kwa hiyo ukiwa umeandaa kitu chako mtandaoni au fomu mtandaoni, lakini ni fomu ambayo haina uwiano wa rangi, basi mtu mwenye uoni hafifu itamuia vigumu kujaza fomu hiyo. Video na taswira zisizo na maelekezo mafupi ya habari chini yake na matangazo ya redio na runinga yasiyohusisha lugha ya alama yanaweza kuwa kizuizi kwa viziwi kupata taarifa juu ya mambo mbalimbali mbali. Hii sio kwa viziwi tu bali hata kwa wasioona. Tutaona vituo vingi vya televisheni Tanzania, unakuta vina matangazo, yani matangazo ni picha tu zinapita, au yana sauti, hayana mfafanuzi wa maandishi, kwa hiyo ni ngumu kwa kiziwi kujua nini kinachoendelea au ni ngumu kwasio na kujua ni tangazo kwanza. Je, linahusu nini bila usaidizi wa mtu anayeona? Kwa nini tujifunze ufikivu wa kidigitali? Ufikivu wa kidigitali huwawezesha watu wenye ulemavu kufanya shughuli mbali mbalimbali za kidigitali kama wanavyofanya wale wasio na ulemavu, yaani watu wenye ulemavu wanaweza kufanya miamala wenyewe, kupiga simu wenyewe, kusoma message, kujaza fomu mtandaoni, kufanya manunuzi, kwenda bank, kutumia ATMs au mashine za kutolea fedha, lakini pia wengine kuonyesha hata biashara za miamala. Kwa mfano, unakuta kuna wakala wa benki au wakala wa mtandao flani wa simu, endapo huduma hizi zitakuwa fikivu kwao, na hivyo moja kwa moja watakuwa wameshapunguza utegemezi na kupunguza umaskini, kwa sababu kama ni kwenda bank kwenye ATM, mahali ambapo angetegemea aende na mtu anayeona, mathalan, huyu ni asiyeona aene na mtu anayeona, au huyu mlemavu wa viungo aene na mtu asio na ulemavu, ili afanye ule mwamara, kitu ambacho ni gharama. Yani alipe nauli yake na alipe nauli ya mwenzake. Atalipa nauli moja tu, kwa hiyo tayari atakuwa ameshaokoa fedha yake. Lakini pia programu au huduma fikivu za kidigitali ni nyumbufu na rafiki zaidi kwa watu wenye ulemavu, kwani zinawasaidia kujijumuisha kikamilifu kwenye ulimwengu wa kidigitali. Programu hizi zikiwa fikivu, au huduma hizi zikiwa fikivu, zitamwezesha huyu mtu mwenye ulemavu, kwanza kama nilivyosema, afanye shughuli zake mwenyewe, lakini pili ataweza kushirikiana na wenzake katika shughuli mbalimbali mbali, au mambo mbalimbali, mathalan tufanye Instagram ikiwa fikivu, mtu huyu ataweza kuingia Instagram, ataweza kuchat na kuwasana na watu mbalimbali mbali kama wanavyofanya watu wengine. Lakini pia mtu huyu anaweza kufanya kazi zake bila kuhitaji msaada wa mtu mwingine, na hivyo kuonekana sio tu mzigo kazini bali ni mfanyakazi ambaye analeta tija katika eneo lake la kazi alilopo. Athari za kutokuwepo kwa ufikivu wa kidigitali. Ufikivu wa kidigitali sio tu kwa ajili ya watu wenye ulemavu, la hasha, bali ni kwa kila mtu. Yaani, kila mmoja wetu anahitaji kitu ambacho ni fikivu kwake. Tuikuletea hapa simu ambayo ina mwanga mkali na wewe unaona wachoka uweze mwanga mkali, hata kama una wa macho kama una ulemavu wa macho, hutaweza kutumia simu. Tukikuletea hapa mtandao wa kijamii ambao ukiingia maudhui yake yana uweze mweka mweka, huwezi kuelewa chochote kinachoendelea. Inakadiriwa kwamba mtu mmoja kati ya wanne waweza kupata ulemavu wakati wowote wa katika maisha. Hivyo basi unapoboresha ufikivu kidigitali hausaidii watu wenye ulemavu tu, bali pia unaleta faida katika maisha ya kila mtu. Sasa hivi sababu za watu kama ulemavu zimeongezeka. Kwa hiyo wakati unatengeneza programu yako ambayo ni fikivu, acha tu kwamba unamfikiria huyu mwenye ulemavu wa sasa, bali utasaidia hata watu wenye ulemavu wajao. Lakini pia ufikivu wa kidigitali unawasaidia watu wazima ambao wana umri mkubwa. Kama unavyojua mtu akiwa na umri mkubwa uwezo wake kutenda kazi unapungua, uweza kuona utapungua, uweza kujiongea utapungua. Kwa hiyo programu zikiwa fikivu au huduma hizi zikiwa fikivu, itakuwa ni rahisi kwao, pia itakutimiza majukumu yao. Mkurugenzi mtendaji wa Tech Access with Independent Daily Living Skills, nihitimisha yani ni kwa kusema kuwa jielimishe zaidi kuhusu ufikivu wa kidigitali na hakikisha kuwa unawaelimisha angalau watu kumi wanaokuzunguka. Uwe na utamaduni wa ufikivu kwenye akili yako, kwenye kila kitu unachokibuni. Hii ina maana kwamba, hakikisha chochote kinachobuniwa kidijitali kinazingatia mahitaji ya watu wenye ulemavu. Waundaji wa tovuti, programu za simu, programu za kompyuta na watoa wa huduma wengine wa kidijitali wanapaswa kutengeneza programu au huduma za mtandaoni zinazofikika, ili kuwawezesha watu wenye ulemavu kushiriki kikamilifu katika ulimwengu wa kidigitali. Kwa pamoja, tunaweza kuhakikisha masuala ya ufikivu kidigitali yanawezekana. Kumbuka kuwa kauli mbiu yetu ya ajenda ya maendeleo endelevu ya mwaka 2030 inatutaka tusimwache mtu yeyote nyuma. Mimi na wewe tushirikiane kuhakikisha tunatengeneza programu na huduma zilizofikivu kwa watu wenye ulemavu ili washiriki vyema katika masuala mbalimbali ya kidijitali. Kwa mawasiliano zaidi, hosiana na mkurugenzi mtendaji wa Tidos kupitia simu namba WhatsApp 0753741156 au andika barua pepe tidals Tanzania at gmail.com tidals Tanzania at gmail.com tidals T-A-I-D-A-L-S Tanzania at gmail.com gmail -e gmail au sanduku la posta letu hamsini thelathini na tatu Dar es Salaam, sanduku la posta letu hamsini thelathini na tatu Dar es Salaam. Kwaherini, ni kuombe usiache kusubscribe, kulike, kushare na comment.